Leo tutazungumzia kuhusu historia ya kuhama kwa Wangoni Ngoni kutoka Afrika Kusini kuja Tanzania, maarufu kama Ngoni migration. Tutafafanua kwa kina sababu zilizopelekea kuhama huku, safari yao ndefu na athari walizoacha walipofika katika ardhi ya Tanzania. Hii ni hadithi ya maisha, mapambano na ushujaa wa kabila moja lililokuwa likitafuta maisha bora. Awali waliishi kusini mwa Afrika katika maeneo ambayo sasa ni Afrika Kusini, hasa mkoa wa KwaZulu Natal, karibu na mto Thukela. Lakini mwanzoni mwa karne ya 19, takriban mwaka 1800, kulianza kipindi cha ghasia kubwa katika eneo hilo. Sababu kuu zilizopelekea hali hiyo zilikuwa ukuaji wa idadi ya watu taifa la Kizulu lilikuwa linakuwa kwa kasi na msongamano wa watu katika maeneo ya makazi ulipelekea uhaba wa ardhi na malisho. Ukame na upungufu wa chakula, kwa takriban miaka kumi kulikuwa na ukame mkali ulioathiri mavuno na malisho ya mifugo. Upanuzi wa ufalme wa Zulu, Shaka Zulu alirekebisha mfumo wa kijeshi akaanzisha vita vya ushindi na utawala. Hali iliyosababisha makabila mengine kukimbia hofu ya mashambulizi. Matukio haya yote yalijulikana kwa jina la Mfecane, neno la Kizulu lenye maana ya mtawanyiko mkuu, kipindi cha vurugu, uhamaji na mapigano yaliyotikisa kusini mwa Afrika. Kuibuka kwa kiongozi mpya Zwangendaba Kaziguda. Miongoni mwa makamanda waliokuwa sehemu ya vita hivi alikuwa Zwangendaba Kaziguda, maarufu pia kama Zwangendaba Gumbi, kamanda wa kabila la Ndwandwe. Baada ya kushindwa katika vita dhidi ya majeshi ya Shaka Zulu mwaka 1819, Zwangendaba aliamua kuondoka pamoja na wafuasi wake ili kutafuta eneo salama zaidi. Hapo ndipo safari ndefu ya Wangoni ilipoanza, safari iliyodumu kwa miongo kadhaa, ikihusisha vita, njaa na maafa, lakini pia matumaini ya maisha mapya. Safari kuelekea kaskazini, 1820 hadi 1830. Kundi la Zwangendaba lilianza safari yao kuelekea kaskazini, likitumia mbinu zile zile za kijeshi walizojifunza kutoka kwa Zulu. Walikuwa mashujaa waliopangwa kwa nidhamu ya kijeshi, wakiwa na mikuki mifupi, asegai na ngao za ngozi za ng'ombe. Walivamia vijiji walivyokutana navyo njiani, wakichukua mifugo, chakula na wakati mwingine kujiunga na wapiganaji wa maeneo hayo katika jeshi lao. Kadiri walivyoendelea mbele, Jeshi lao lilizidi kukua kwa idadi na nguvu. Mnamo mwaka 1835, Wangoni walivuka Mto Zambezi, tukio muhimu lililoashiria mwanzo wa awamu mpya katika uhamaji wao. Baada ya hapo, waligawanyika katika vikundi vidogo, kila kimoja kikiwa chini ya uongozi wa mkuu wake na kuendelea kusafiri kupitia maeneo ya sasa ya Msumbiji na Malawi kufika Tanzania 1840 hadi 1845. Baada ya safari ndefu ya zaidi ya miongo miwili, baadhi ya vikundi vya Wangoni vikiwemo vile vilivyoongozwa na Zwangendaba mwenyewe walifika katika uwanda wa Ufipa, kusini magharibi mwa Tanzania. Hapa ndipo walipopata pumziko baada ya safari ndefu na vita vikali walivyopitia. Walijenga makazi, kuanzisha jamii mpya na kuendeleza mila zao za kijeshi na kijamii. Lakini safari haikuishia hapo. Mwaka 1848, Zwangendaba alifariki dunia. Kifo chake kilisababisha mgawanyiko mwingine ndani ya Wangoni na hatimaye vikundi viwili vikuu vikabaki nchini Tanzania. Wangoni wa Maseko waliotulia karibu na Songea kusini mashariki mwa Tanzania. Wangoni wa Tuta waliokwenda kaskazini kupitia milima ya Ufipa hadi maeneo ya Wanyamwezi baada ya kifo cha Zwangendaba. Baada ya kifo cha kiongozi wao, vikundi vya Wangoni viliendelea kutawanyika vikijenga falme ndogo ndogo. Na kushirikiana au kupigana na makabila waliokutana nayo. Wangoni wa Maseko walikabiliana na upinzani kutoka kwa kabila la Yao, ilhali Wangoni wa Tuta waliendelea kuhamia karibu na maziwa makuu, wakijenga uhusiano na jamii za Wanyamwezi. Athari za uhamaji wa Wangoni. Uhamaji huu ulikuwa na athari kubwa katika historia ya Afrika Mashariki, hasa Tanzania. Ushindi wa kijeshi. Wangoni walileta mbinu mpya za vita kutumia mikuki mifupi, ngao nzito na mikakati ya mashambulizi ya ghafla. Hii iliwapa faida kubwa dhidi ya makabila mengine. Upanuzi wa utamaduni. Walichukua vijana kutoka makabila mengine na kuwaunganisha katika majeshi yao. Mchanganyiko huu ulisababisha kuenea kwa tamaduni na muziki wa Kiafrika, ikiwemo ngoma maarufu za Wangoni. Kuundwa kwa falme mpya. Makabila kama Wahehe walijifunza mbinu za vita kutoka kwa Wangoni, jambo lililochangia kuundwa kwa falme imara kama Uhehe. Biashara ya utumwa: baadhi ya watu waliokimbia vita vya Wangoni waliuzwa kama watumwa na wafanyabiashara wa Kiarabu, hali iliyoongeza biashara ya utumwa katika ukanda huu. Hitimisho: kwa ufupi, Wangoni walihama kutoka Afrika Kusini kwenda Tanzania kutokana na mapigano ya kijeshi, uhaba wa rasilimali, shinikizo la utawala wa Shaka Zulu na matukio ya Mfechane. Safari yao iliyoanza takriban mwaka 1820 na kuhitimika karibu 1845 ilibadilisha uso wa Afrika Mashariki. Hii ni hadithi ya uthabiti, ujasiri na mapambano ya kudumisha utambulisho. Wangoni waliandika historia si tu kwa upanga na ngao, bali pia kwa kujenga jamii mpya, utamaduni na urithi unaoendelea kuishi hadi leo Tanzania. Asante kwa kusikiliza historia kwa sauti. Usisahau kusubscribe ili uendelee kusikiliza historia nzito za dunia nzima, kutoka enzi za zamani hadi matukio ya kisasa.